Right now mali mwengu. Yes, mali mwengu najua dunia ina mambo mara nyingi ya, mambo yanafanyika sana katika dunia katika ulimwengu eh, na vitu sasa zingine bwana utokea ili kuwa funzo ili kuwa eh, a lesson to be learned katika nyanja tofauti, tofauti, wa tofauti, kwa hivyo hapa hivi na kupeleka all the way mpaka upande wa changamwe Mombasa County 001. Sehemu inaitwa Changamwe Mombasa kaunti. Kwa hivyo kule upande wa Changamwe Mombasa kaunti, upande ule wa Changamwe Mombasa kaunti, kuna binti ambaye aliweza kumtimua jamaa ama mumewe kutoka nyumbani kwake huyu jamaa alipopoteza kazi right? Inasemekana kwamba huyu jamaa alipoteza kazi, kwa hivyo ikabidi huyu binti aweze kumfukuza. Kwa nini alimfukuza? Ni kwa sababu huyu binti ndio alikuwa sasa amebaki katika nafasi ya kushughulika mahitaji muhimu pale katika jamii ama katika nyumba, katika familia hii, yeye ndiye aliyekuwa akiyatekeleza kwa

kuwa na wasiwasi, Wasiwa <laughs> haya. Ni Mungu unajua, za zingine bwana, kipindi hauna kitu katika jamii ama kipindi uko chini sana, kuna watu wengine bwana wanaweza kukalia. Eh, mtu ana kilo hamsini na mtu ana kilo mia moja na lakini anaamua kukalia na kilo zote hizo zake, kwa hivyo unabaki bwana wewe hoe hai, wewe hauna sauti, wewe hauna usemi, lakini Mungu naye ni nani anatuma kama Msamaria mwema mm? Unabadilishwa maisha alafu, <laughs> kule kwingine wanaanza sasa kujuta. Majuto ni mjukuu, wakasema. Waenga Samaritan Magazetini olinga aazilinga mzee wa kazi zea, ndani ya kituo chako cha Injili kaskazini Samaritan FM. Sawasawa sawa. Pia tuangalie baadhi ya taarifa ambazo zinapewa kipo mbele asubuhi ya leo, manake kunazo taarifa kem kem hapa katika magazeti asubuhi. Hapa gazeti ya the Standard nasemaji kwamba no just resign okay. Naona picha wameka pale yake, DIG naibu inspector general wa polisi Eliud Lagat, the man in question, bwana zungumziwa sana kila kona. Kwa hivyo anasema wewe, ku step aside hiyo si ya kutosha eh, wewe ondoka kabisa katika idara hiyo, kuwa kama eh, naibu inspector general wa polisi all right? ai

already in court Kenyans remain steadfast in their push for justice. They see through the familiar tactic of diffusing outrage with symbolic gestures, stepping aside only to be quietly reinstated later. Nasema kwamba hili jambo la kusema kwamba amejiondoa kwa muda, nasema atarudishwa na hatutaki hivyo, sema yeye kanyage kubwa kubwa. Kama ni kuchukuliwa sheria achukuliwe, kama ni kukamatwa kamat hivyo ndivyo gazeti la The Standard na semu maanake ke taarifa na angaziwa pale wa kurasi wanne, watano, sita, saba, nane, tisa na kumi katika gazeti usika. Ni taarifa mbe imepewa kipombele hapo katika Kenya's bold newspaper The Standard kwa mpigo tena zaidi. Alafu kiachana hatu angali, pia taarifa nyingine pale katika gazeti la People Daily PD PD nalo nazungumza nasema kwamba "Why DIG Lagat had to step aside" ni kwa nini alijiondoa kwa muda, because he has bowed out after meeting President William Ruto who directed him to keep away until ongoing investigations into Albert Ojwang's murder, uh, concluded Sema kwamba alikutana na rais aliyemwambia kwamba mzee wewe tulia kwanza pembeni. Eh, wacha kwamba uchunguzi ukafanyike katika kesi husika hii ya mwana blogu na mwalimu aliyefariki pale katika kituo cha polisi Albert eh, Ojuang eh, kisha utarudi, ba, ama kisha uangalie itakuwa namna gani. Asema kwamba taarifa inasema eh, rais ndiye aliyemwambia aweze kufanya vile because waliweza kuwa na mazungumzo mawili matatu baina yake na huyu eh, ambaye ni Eliud la God. Eh, okay, kasema kwamba bas, you have to step down so that uh, ongoing investigations can be done in a way that is not compromising. Okay, kwa hivyo ndivyo hivyo ba, pale katika gazeti hilo la People Daily. PD ukurasa wa 4 gazeti la PD hapo hivyo, mm hapo -hmm. kidogo katika ukurasa wa tano tukivuka vile e, Gashagwa hits back at Ruto over hand over remark. Jana tulisema aje e, rais William Ruto akawa amezungumza akisema kwamba e, katika gazeti la jana hapo, katika gazeti la Taifa Leo alikuwa amesema kwamba sitampa mtu kisu mwaka elfu mbili ishirini na saba because rais alikuwa amesema kwamba viongozi wa upinzani hawana sera na hawana mpango. Kwa hivyo Rigathi Gachagua akiwa kama kiongozi wa upinzani ameweza ku e, msuta sana vikali rais William Ruto kutokana na usemi wake kusema kwamba sitampa mtu upanga, eh, ama sitampa mtu eh kile kisu, eh zivogomba. Ah ah, wewe zazi unasema namna gani hii? Mambo gani umeanza kuzungumza sasa? eh, Gashago hits back at Ruto over hand over remark. M mm, ile tu kumpa mamlaka kutoka kwake kupeleka kwingine, na pia tunaambiwa ni usemi aliyokuwa akiusema sana yule rais William Ruto eh, ama rais uh, Uhuru Kenyatta kipindi alikuwa eh, rais pale akisema kwamba yeye yeah, yeah, hangedhubutu kufanya nini? Kumwachia mwizi mamlaka. Kwa hivyo alikuwa na rifatu tu eh, William Ruto ambaye alikuwa deputy wake kipindi hicho mwaka 2022 kabla ya kura eh, wakati kura ikipigwa eh, pale kabla aweze kutoka katika eh, kiti hicho kama rais wa nne, akawa anasema mimi sitampa mwizi <laughs> upanga. Na sasa hivi rais William Ruto anasema kwamba hawa wa upinzani sitawapakishwa Hawa watu hawana sera bwana. Hawa watu hawana sera, eh? Awa sera hawa watu hawana mpango, hawana hmm? <laughs> Upinzani nao unasema ai, wewe, hii mambo umeanza hii Okay? Alafu sasa hapa kuna pigo pale eh, because watumishi wa umma eh, kwa watumishi wa umma sasa eh, wameanzisha kitu cha shahada kazima a, a okay? nasema kutakuwa na requirements kadha wa kadha ambazo zitakuwa nahusisha shahada, yani ile degree mtwangu hapo katika swala so zima linalohusisha watumishi wa umma katika gazeti la PD, People Daily, ukurasa wa sita, tunapata taarifa hiyo kwa mpigo tena zaidi. Alright, kacha na hayo. Uh, tuangazie taarifa nyingine pale katika gazeti la Taifa Leo, katika gazeti la Taifa Leo wanasema kwamba Lagat ainua mikono mm -hmm. Hatimaye naibu, eh, naibu inspector general wa polisi general wa polisi Eliud Lagat akanyaga kando kutokana shinikizo za Wakenya kuhusu mauaji ya Ojwang. Eh, inspector general wa polisi Eliud Lagat amehusishwa pakubwa na mauaji ya mwalimu na blog. Albert Ojwang, hasa ikizingatiwa, ndiye aliyekuwa mlalamishi katika kisa kilichosababisha kukamatwa na kuuawa kwake. Alijiondoa ofisini jana ili kuruhusu uchunguzi huru kuweza kufanyika, hmm. Ukurasa wa pili gazeti la Taifa Leo, habari kamili pale. Okay, unaambiwa kwamba bajeti ya mlo shuleni yapunguzwa. Maanake serikali yatengea mpango wa chakula shuleni shilingi bilioni tatu badala ya shilingi bilioni nne. Kwa hivyo hii one billion shilling imeenda wapi? bilioni moja hii where has it gone to, lakini kwamba mgao pale kidogo, bajeti ya mlo wa shuleni imeweza kupunguzwa kwa bilioni moja. Ilipaswa kwamba kuweze kugawa shilingi bilioni nne, lakini sasa hivi bwana, hivyo bwana, tatu tu ndio zinaripotiwa kuweza kupokezwa pale katika swala nzima la bajeti ya mlo wa shule pale katika eh, shule kadho kadha hapa nchini Kenya. Ukurasa wa tatu gazeti taifa leo bwana, taarifa pale kiundani tena zaidi katika vidokezo unaambiwa kwamba Kindiki Kalonzo, eh, wamenyana. Maana hii ni baada ya wito wa ushirikiano wa naibu rais eh, kwa Kalonzo kukataliwa. m Hmm? Naibu rais alikuwa anasema, wewe Kalonzo kuja, Kalonzo kuja, Kalonzo na anawaambia wewe, wewe Aburakei, hii mambo ya kunitajataja sitaki. Kwa sema hao wamenyana eh. Kwa hivyo naibu rais alikuwa anasema kidogo pia yeye eh, ni makuzona <laughs> Ushaelewa, ukurasa wa nne, gazeti la Taifa Leo katika vidokezo, kidokezo kingine unaambiwa kwamba mwaka 2027 Nasir amponda Gashagwa maanake gavana Afokeri Gadhi kwa tamko, eh, kwa, kwa, kwa tamko lake, eh, kuwa atahakikisha anashindwa mwaka 2027. Sema atahakikisha anashinda mwaka 2027. Kwa hivyo Nasir gavana county 001. Eh, Abdul Swalhmad Nasir ameweza kumfokea vikali sana aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua ambaye pia kiongozi wa chama cha DCP pale, eh, kwa ajili ya tamko lake kuwa atahakikisha kwamba Nasir anashindwa mwaka 2027, mwambie wewe, wewe, wewe, wewe, wewe. Kura tano pale okay? Haya, tukiangazia taarifa inayofungamana maswala ya kimataifa huko upande wa Israeli, sana sana bwana ndio mwenge unamulika kule, sana sana vifo vita eh, kati ya Israeli na Iran. Sasa hivi unaambiwa kwamba eh, vifo tayari vishafika ishirini na vinne Israeli, ishirini na vinne Iran, mia mbili ishirini na ngapi na vinne ama mia mbili ishirini na vinne we we, na jana tukizungumzia historia jana tukizungumzia historia eh, vifo vilikuwa pia vimeripotiwa eh, lakini sasa ni kama makabiliano bwana amekuwa makali vile eh, suala ambalo linapelekea kwamba balaa inaonekana eh, mambo yanachemka, mambo hayakui mazuri, mambo yanakuwa yani yn eh, si yale ya kufurahia, si yale ya kufurahia hata kidogo because eh, sasa eh, Vita vita vita, jana vifo tukitangaza nchini Israeli vilikuwa kumi na mbili ama kumi na viwili huku e, Iran ikuwa imekaribia 80 lakini sasa hivi bwana, taarifa unaambiwa hapa hivi kwamba ehe, vifo upande wa Israeli vishakuwa double the number ambayo ilikuwa hapo jana ambayo ilikuwa 12. Sasa hivi ni 24 huko Iran 224. Na hapo jana bwana ilikuwa ni 80. Okay, so wanasema katika mashambulizi ya usiku wa kuamkia jana Iran iliua raia wanane wa, wa Israeli hasa jijini Haifa Jelewa. So vita hivi bwana vya Iran na Israeli naona e, kwamba vinakuwa zogo pia kwa upande wa mataifa hayo mahili mawili. Ha, tumalize na wana sport. Vitimbi Bayern na PSG wakifunga vua la magoli. Manake Bayern wafunga Auckland mabao kumi huku PSG wakilima Atletico manne. Ya katika kombe la vilabu la dunia, kombe la dunia la vilabu. Ya? FIFA Club World Cup. Ushaelewa? Hapo jana timu ya Chelsea ilicheza na timu ya eh, LA, LAFC <laughs> eh, Los Angeles Football Club ikawapiga mabao mawili kwa ngapi? Kwa sufuri. Okay, ona kijana.